Karibuni darasani, hii ni selfie. Yes, naweza kuibana design mbili tofauti tofauti na usukaji wake. Nitakuelekeza njia ambayo ni rahisi hata kama haujawahi kusuka, basi ukitumia njia hii utajikuta una uwezo wa kusuka nywele hii. Cha kwanza, anza kwa kuchambua nywele yako hivi. Na unapoichambua usi, usipake jeli yoyote. Yani, unapoichambua hii nywele, usipake jeli aina yote, kwa sababu final touch yake nataka uje uione Mfano kengele nywele yangu vizuri pale mwanzoni, hii raundi ilikuwa kama kibanio. Cheki fulani vicha raundi kimekaa vizuri sawa. Ukishaichambua kama hivi, nenda kaigawe sasa, au kata nywele yako mistari, ili kujua kwamba unahitaji kusuka vibutu vya saizi gani kwenye mistari. Sasa nitakwenda kutumia jeli yangu ya soft and free, ambayo nitaipaka kwenye ngozi kabisa ya mteja wangu, sawa sawa. Kwa hiyo nikishapaka paka nitakwenda kuelekeza hatua nyingine ambayo inafuata. Kama utakuwa una swali sehemu hujaelewa utaniandikia kwenye comment. Lakini kama utahitaji kujifunza zaidi, karibuni sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Chuo chetu kinapatikana Dar es Salaam Tegeta Nyuki, namba zetu ni hizo ambazo unaona katika screen hapo. Na uzuri ni kwamba tunapokea mwanafunzi ambaye hata kama huna idea yoyote hujui chochote kuhusiana na urembo, lakini unahitaji tu kuingia katika fani hii ya urembo na upo tayari, njoo darasani tutakufundisha vizuri. Kwa wewe ambaye tayari una saluni, una idea, unahitaji kujifunza pia, tunakukaribisha. Nafasi za kujiunga kujiunga na chuo bado zipo wazi, unaweza kujiunga na sisi sasa. Namba zetu ni hizo ambazo unaona kwenye screen. Uzuri ni kwamba bado tunapokea wanafunzi wapya, karibuni sana. Mafunzo yetu sisi ni endelevu. Kwenye kukata mstari, make sure kwamba mstari wako unanyoosha vizuri kabisa kwenye kusuka kibutu chako hakikisha nywele yako unaiweka size ambayo ni sawa. Tunaelewana, kwa kama kwenye nywele moja ya selfie unatoa vibutu viwili, basi nywele zote utatoa hivyo hivyo. Usikute kwenye nywele nyingine umetoa vibutu viwili, nyingine vitatu; nywele zako hazitokuwa na muonekano sawa. Kwa sababu tunataka tu balance kitu kitoke kizuri, sawa. Sio mteja kila siku anakuja unamsuka style ile ile moja. Hapana, nitakuwa nakuelekeza style nyingi na za tofauti tofauti. Tunaelewana. Sasa kata vibutu kama hivi. Nimetumia muda kidogo, ili ujue nilianza katika hatua gani. Alafu nywele yangu mi nitakwenda kuichukua, nitaipishanisha na kunyonga, yani kusuka cha kibutu cha kusokota kama ambavyo huwa tunasokota kwenye kibutu, eidha ni cha rasa tu ya kawaida. Tofauti ni hapa, tumetumia rasa ya selfie. Tunaelewana. Umeona ninachokifanya? Nitasokota kama hivi Nitaisokota, nitaisokota, alafu baada ya hapo, nitakuonyesha hatua gani ambayo inafuata. Ukiangalia nywele yangu mimi, kuna sehemu nimesuka, alafu nikaenda nikaachilia, ikawa kama ni kwa ajili ya mawimbi. Ukiangalia upande wa chini, nimeiachilia nywele yangu. Kwa hiyo hata wewe ukisuka suka, linganisha vizuri size ambayo unahitaji mawimbi yako yaanzie. Lakini kwa ushauri ni kwamba, hakikisha unapoacha ile size, ukija kuzibana nywele zote zikutane katikati, yani Usiache nyingine zikawa ndefu nyingine zikawa fupi, haitoka vizuri sawa sawa, wapenzi wangu. Eti haya, wakati nasuka nywele yangu, naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Othman. Kujiunga kwenye, kwenye magrupu yetu, kwa mfano umeshasoma hivi YouTube nywele kama hii, umeielewa, unaisuka, sasa unahitaji kutuma ile picha yako mtu akurekebisha, una uwezo wa kuingia kwenye magrupu yetu ukatuma kazi yako na ukarekebishwa vizuri kabisa, lakini madarasa yote utayapata hapa hapa YouTube au zile short clips ambazo tunakuwa tunatuma katika mitandao yetu ambayo ya Farida Beauty Academy, kwa hiyo ni wewe tu utaangalia urahisi wako. Umeona nywele yangu nikilinganisha hapa kwenye utosi, iwe inafika ndio nitakwenda kuifunga hapa. Nitagawa kidogo, nitafunga maana ninapolinganisha. Kwa hiyo ukikosea uki hivyo <laughs> kipindi tunakuwa <laughs> tulikuwa tunasema eti ukiloba step. Kuloba ni kufanya nini? <laughs> Yani, <laughs> ukikosea step utajikuta kwamba umezisuka nywele vizuri, lakini katikati hazibani. Kwa hiyo kazi utakuwa natena ya kufumua zile sehemu ulizofunga, alafu ukazisuke tena ulinganishe upya kwa uka, uka step. Kwa hiyo sije ukakosea. Sasa ni vitu vidogo sana vya kuzingatia, ni, ni vitu vidogo mno, lakini vinahitaji umakini. Tunaelewana? kwa usukaji ni ule, ule. Chukua nywele kama hivi, gea mara mbili, Alafu nenda kaipishanishe kama unavyopishanisha kiburu cha njia tatu hivi. Kwa nywele moja itakuwa kubwa, nywele moja itakuwa nyembamba. Ile nyembamba tutatumia kwenye kusokotea Kiswahili, kinaeleweka. Tutatumia kwenye kwenda kuisokota upande wa chini, kwa sababu usiposokota upande wa chini uh, nywele itateleza, kwa sababu tunajua selfie ni nywele ambayo ni laini na inateleza. Sasa tasokota kama hivi Alafu baada ya kusokota naenda kasuke kibutu cha njia tatu, kama kutakuwa kuna nywele umeshawahi kuiona sehemu, na ukijaribu kupitia kwenye chaneli yangu hii ya Farida Othman, hujana nikifundisha wewe. Nitumie picha, nitakwenda kukufundisha kupitia video hapa hapa, ni bure kabisa, sawasawa mafunzo ayo nitaendeleza nywele yangu kuisuka kama hivi ambavyo unaiona, lakini mara nyingi huwa nasema kwamba kusuka kuna hitaji mazoezi. Una wakati mwingine una uwezo wa kuona nywele imesuka kama hivi, ukiangalia tu kwa macho ni rahisi sana, lakini bila kuigusa au kufanya mazoezi yoyote, basi nywele unaweza ukaiona ni ngumu na usipate matokeo. Lakini iangalie nywele, ifanyie mazoezi, suka mara ya kwanza. Kwa kuwa unajifunza mara ya kwanza, kwenye asilimia mia kuna watu asilimia sabini unaweza ukapatia, kuna ile asilimia thelathini ukawa hujapatia. Sasa kwa hiyo usikate tamaa, fanya mazoezi rudia, rudia, rudia. Na uzuri ni kwamba sisi kila siku tutakurahisishia tutakupa zile njia ambazo ni rahisi kuja tukakufundisha kazi hii ya saluni ni kazi nzuri, ni kazi ambayo naweza kukuokoa kutoka ulipo na kufikia ndoto zako. Sasa wakaribuni sana Faria Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Kwa hiyo mimi nywele yangu leo ina process kidogo, nitamalizia kusuka nywele kichwa kizima nywele yangu. Nikishamaliza kusuka kichwa kizima, nitapata muonekano kama huu ambao nataka nikuonyeshe hapa sasa hivi, nitapata mwonekano huu ambao unauona kwa hiyo muonekano huu sasa nitakwenda kuzibana zote katikati. Nilikwambia kwamba hakikisha nywele yako zote ukiziinua utosini zinafika. Sasa kwa hiyo zote nitaenda kuzibana katikati kama hivi. Nitaziinua zote ni process kidogo, hakikisha unakuwa na utulivu. Ni nywele ambayo ni nzuri, ni very classic, yani hivyo. Kuna mtu mwingine aliulizia swala hii, nywele naweza nikaisuka kwa design nyingine ya tofauti tofauti? Ndiyo, nitakwenda kukufundisha. Uzuri ni kwamba hakikisha umegusa batani nyekundu iliyoandikwa subscribe hapo, katika uh, upande wa chini wa hii video. Ukishagusa ile batani, gusa alama ya kengele, utakuwa umeweka uh, taarifa iko on. Kwa hiyo muda wowote, saa yoyote nitakapotuma video, wewe uwe online, uwe haupo online, ukija kurudi online utapata taarifa kwayo, utazidi kujifunza, sawasawa. Jitahidi uwe ni mtu ambaye unatembelea chaneli hii kila siku. Kama una saluni, mimi nakwambia bando lako tu lina uwezo wa kufanya ukafanya kazi nzuri na yenye manufaa zaidi. Kwa mwana nywele yangu livyo ibana yote, nikiibana yote hapa, baada ya hapo nitakwenda kufunga aidha kwa kutumia uzi au kwa kutumia kiti chochote ambacho wewe unatumia, lakini mara nyingi huwa tunatumia uzi. Sawa, ukitumia uzi unaukunja uzi wako mara mbili mara tatu, unaufunga vizuri, alafu unaenda kuzisawazisha nywele hizi, sawa. Kwa hiyo kwa wale ambao mtahitaji kujifunza, karibuni sana chuoni kwetu. Sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha. Sasa ukishaibana nywele yako kama hivi, una uwezo wa kuiachilia tu ukaiacha ikawa hivyo, au ukaenda ukaikata ukaiprune ikawa level mmoja, sawa sawa. Umeona alivyopendeza huyu binti, niambie ni kwamba mteja wangu kapendeza sana. Karibuni kwenye madarasa yetu, karibuni mjifunze. Wale ambao ni wateja, nywele hii ni shilingi elfu 55 tu na haina gharama, kwa hiyo njoeni. Ni nywele ambayo ni nyepesi, lakini nakupa muonekano very unique. Una swali, una chochote niandikie kwenye comment. Una sehemu hujaelewa, niandikie kwenye comment. Umesuka, unahitaji kurekebishwa, jiunge kwenye magrupu yetu. Kigezo ni kwamba hakikisha ni umegusa button iliyoandikwa subscribe. Gusa alama ya kengele, njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye screen. Ni namba yangu ya WhatsApp, nitakutumia link ya kujiunga kwenye magrupu yetu. Fanya mazoezi, tuma picha, mwalimu atakurekebisha. Final chachi yake fanya, mteja wangu simple makeup nzuri kabisa, akapendeza. Kwa sababu mnachaji simple makeup, karibuni. Mnahitaji kusuka nywele kama hii? Karibuni, hi, karibuni. Namba zetu ni hizo ambazo unaona kwenye screen, tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki, na mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy, sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha asante. Usiondoke bila kugusa button ulioandikwa subscribe. Kama tayari ulikisha kugusa, wewe ni mwanafamilia. Karibuni sana na. bye-bye.